Kwanza nimalizie zakatul fitri. Ukitoa zakatul fitri ya pesa, ni sharti ujue kuhitajika zaidi pesa kwa maskini kuliko chakula mm. ikiwa maskini anahitaji chakula zaidi, kumpa chakula ni bora mm. ikiwa anahitajia pesa, kumpa pesa ni bora, kwa sababu Abi Hanifa amepitisha mm. na ni mambo ambayo kwa tabia yetu yamepitishwa. Tumalize hapo kama tunasema na wakati umekwisha mm. Lakini tutawidia kidogo leo, sababu mgeni akila chakula zaidi, sababu halaumii, pengine una njaa siku mbili hajakula. Swali la mwisho, ndugu yetu kutoka Kenya anataka kujua vipi mtume kiswali Idi. Mtume alikiswali Idi katika uwanja, sababu msikiti alikuwa hautoshi, hale penye masjidi lghamama mpaka leo. Lakini katika misikiti mingine kama kuba, msikiti wa maka alikiweka swala ndani ya msikiti, kwa sababu ulamaa wamesema ikiwa msikiti utatosha kuswali msikitini ni uzuri, sababu mtume aliacha. Kwa sababu ikiwa msikiti hautoshi basi utaswali wanjani, kwa sababu mwenye kuswali msikitini hana makosa, mwenye kuswali wanjani ana makosa. Lakini msikiti sasa kumeshikwa, hata leo Maka na Madina kuna swali msikitini. hata tukadai sitofuata Saudia, hapo hatufuati Maanake Maka na Madina na takriban Suudia mzima paswali wapo manjani ni kidogo, pasali paswaliwapo misikitini ni kuangalia wadharuratu, tukadaru biqadriha.